Bwana Yesu asifiwe, Yesu apewe sifa. Namshukuru huyu Yesu kwa ulinzi wake mzuri, hata imefika mwezi wa kumi na mbili. Hakika nimeona mkono wa Bwana, nashangilia kuona mwezi wa kumi na mbili, nashangilia kuwa pamoja na Yesu Kristo. Leo wapendwa, ningependa ninge sana kuzungumza kuhusu maana ya kuota nyoka kwa nini watu huota nyoka? Huyu nyoka huwa anasimamia nini katika ulimwengu wa roho? So watu wengi wameshakuwa wakiota majoka, lakini hawajajua maana ya hayo majoka wanajiotea kujotea kujiotea. Nimetamani leo ni kusaidie, mpendwa, na ujue nyoka ni ni roho ambayo ni roho ya ya ya werevu ambayo hata iling'ang'ana kumtenganisha mwanadamu na Mungu, yaani tukienda kwa Biblia tukisoma Adamu na Hawa. Haya basi, Biblia linatuambia katika kitabu cha Luka kumi, e, Luka kumi mstari wa 19 unasema, tazameni nimewapa E, tazameni nimewapa ninyi mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na uwezo wote wa yule adui, wala hapana kitu cha kuwadhuu ninyi kabisa. Kwa hivyo maandiko yanasema ya kwamba tumekwisha pewa uwezo wa kuua nyoka. Katika ulimwengu wa roho, nyoka hana uwezo kwetu, maana tumekwisha pewa huo uwezo wa kumalizana naye. Akija kwa ndoto, umekwisha pewa hiyo silaha ya kumalizana naye so kwa ando...